Baada ya vurugu kutulia, Paulo aliwaaga waumini, aliwaonya na kuwafariji kwa, kwa maneno ya imani. Kisha akaenda Makedonia na baadaye Uyunani, ambako alikaa miezi mitatu. Wayahudi walitaka kumdhuru, lakini akaamua kurudi kupitia Makedonia. Watu waliomsindikiza ni pamoja na Sospatro, Aristarko, Sekundo, Gayo, Timotheo, Tikiko na Trofimo walitangulia kufika Troa. Wakati wa Pasaka walikula mikate isiyo na chachu kama ishara kwamba mwili wa Kristo hauna dhambi. Siku ya kwanza ya Juma walikusanyika kumega mkate, yaani kufanya ibada ya meza ya Bwana. Paulo alihubiri kwa muda mrefu sana hadi usiku wa manane kwa kuwa alitaka kuondoka kesho yake. Katika nyumba hiyo kulikuwa na taa nyingi na kijana mmoja aitwaye Eutiko mwenye umri wa miaka kama kumi na tano alikuwa amekaa dirishani akijaribu kuamka, lakini usingizi ulimshinda. Akaanguka kutoka ghorofa ya tatu akafa papo hapo. Watu waliogopa sana. Paulo alishuka chini akamkumbatia kijana huyo na kusema, msifanye ghasia, bado ana uhai ndani yake. Mungu alifanya muujiza, Eutiko akafufuka. Watu wote walifurahi sana. Paulo aliendelea kuhubiri hadi asubuhi na akaanza safari kwa miguu. Kuna vijana wengi leo kama Eutiko, wana nia ya kusikiliza lakini wanachoka na kukosa nguvu. Wazazi na viongozi wa kanisa wanapaswa kuwasaidia vijana hawa wajisikie sehemu ya ibada, na wahubiri pia wajifunze kufupisha mafundisho isipokuwa roho wa Mungu akiongoza vinginevyo.